Naam, bwana mtazamaji wa Trend TV, bwana Abi Kubanga amerudi tena kwa mara nyingine, na sio Abi Kubanga tu, ni kwamba peji za pagesa page ambazo zina msupport Harmonize zina promoti kwelikweli na zinaonyesha tofauti. Maana hii imesha kuwa ni ushindani, imekuwa ni ngori, imekuwa ni vita kati ya Konde Gang na WCB. Maana wote hawa eh, wasanii wao vinara wametoa track mpya siku ya Ijumaa tarehe ishirini na saba. So hapa tunazungumzia kwamba Diamond Platnumz ametoa ngoma yake ambayo inakwenda kwa jina la down lakini pia upande wa pili huku Harmonize naye ametoa ngoma yake ambayo inakwenda kwa jina la Best Cup, ambayo ameshirikiana na Rude Boy wa P-Square kutoka Nigeria. Sasa issue ambayo imekuja kutokea hapa ni kwamba peji za Konde Gang sasa zimeamua sasa ziendelee kujitetea kutokana na vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea huko mitandaoni, maana kwa sasa hivi bwana, wameanza kuonyesha listi za performance ya nyimbo ya msanii wao Konde Boy katika mitandao mbalimbali mbali, katika majukwaa mbalimbali ya kuuza mziki ikiwemo Boomplay eh, bwana huko Boomplay bwana, ngoma ambayo inakamata nafasi ya kwanza katika top search the songs ni nyimbo ya down, ni nyimbo ya best couple ya Harmonize ikiwa inafuata namba mbili, ikiwa ni nyimbo ya Power ya Mbosso, alafu namba tatu ni nyimbo ya Down ya Diamond Platnumz. Lakini ukiachana na upande huo wa, ukiachana upande wa Boomplay vile vile ni kwamba kwenye kwenye upande wa Ee, bwana mpaka sasa hivi watu tunavyozungumza, ni kwamba hizi nyimbo zote zimeachiwa siku moja, lakini nyimbo ya Harmonize iko on trending number saba, ya Diamond Down iko on trending number nane. Na upande wa views pia nyimbo ya Harmonize inaongoza kwa views ikiwa na views wengi zaidi ya wimbo wa Diamond ambao unakwenda kwa jina la Down. Almost laki like tatu alafu nyimbo ya Diamond ina views laki moja na tisini na saba inakaribia kwenye laki mbili yani, na trending nimeshakuelezea, kuelezea ya Konde Boy na Rude Boy ambayo inakwenda kwa jina la Best Couple iko namba saba, alafu Down ya Diamond Platinumz iko namba nane on trending. Sasa basi, kutokana na hayo yaliyotokea, Abikubanga bwana amekuja kujigamba kwa mara nyingine. Tunafahamu kabisa kwamba Abikubanga yeye bwana ni supporter mkubwa sana wa Harmonize, na this time around Abikubanga bwana amekuwa na mambo mengi sana ya kuzungumza, japokuwa msanii wao amepandishiwa ngoma. Maana inafahamika kwamba Harmonize yeye ndiye alikuwa ana promote, alishatangulia kupromoti kwamba yeye atatoa wimbo Eh, mnamo siku ya tarehe ishirini na saba siku ya Ijumaa Friday, yani siku ya jana usiku, and then alivotoa tu ni kwamba Diamond Out of Nowhere, na yeye pia akarelease nyimbo yake ambayo inakwenda kwa jina la Down, ambapo wadau wameona kama vile Harmonize bwana amepandishiwa nyimbo na Diamond. Diamond alifanya hivyo makusudi ilimradi tu kuzima nyimbo ya Konde Boy ambayo ni kolabo ya kimataifa ambayo ameifanya na msanii kutoka Nigeria Rude Boy wa P Square. So abikubanga kutokana na issue ya performance ya wimbo wa Harmonize dhidi ya wimbo wa Diamond, Abikubanga amekuwa na haya ya kusema, hebu msikilize hapa. Sisi tunawaambia bana, kuna muda namba siyo issue sana, tunaangalia current form, uwezo wako uliokuwa nao kwa kipindi hicho, umeshaelewa bana? Sasa msanii ambaye anaongoza kwa views YouTube Afrika mzima wanamgaragaza kwa sasa hivi na vest cup ndo besti kapo sasa hivi. Mimi namgaragaza vibaya sana. Yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Abikubanga kuhusiana na issue ya wimbo wa Harmonize Best Couple unafanya vizuri YouTube kuliko wimbo wa Diamond Platinumz. Na ukizingatia kwamba Diamond ni msanii mkubwa sana kwenye upande wa YouTube, ni mega star jamaa, ndiye msanii pekee kwenye upande wa kusini mwa jangwa la Sahara mwenye jumla ya views, views bilioni tatu, lakini pia vile vile ana jumla ya subscribers milioni kumi meona eh? Ni msanii pekee kawazidi wote, wakina Bad Bunny, Davido, Wizkid wote kawazidi kwa subscribers, akiwemo pia Harmonize na Rayvanny. Meona bwana eh? so kitendo cha kuona kwamba ametoa nyimbo alafu inakimbizwa na ngoma ya Harmonize ndo hicho kitu ambacho kinafanya Konde Gang sasa hivi wanajitamba. Bwana eh, kwa hiyo hicho ndicho kitu ambacho hapa amekizungumza Abikubanga, lakini nadhani utakuwa pia unakumbuka jana malalamiko ya Abikubanga akidai kwamba Diamond Platinumz bwana ameamua kupita na upepo wa Harmonize baada ya kuona Harmonize ametangaza kuachia ngoma na yeye pia akaamua achie ngoma ili mradi tu kumkomesha, lakini mambo yamekuwa tofauti, mpaka huko YouTube anamkimbiza. So nataka nikukumbushe pia kitu ambacho amekizungumza jana Abikubanga. Nikiwaambia msanii wenu ameishiwa, mnanielewa sasa hivi. Yeye anakaa ya Konde. Konde akitoa ngoma, naye ndo apandishe ngoma, anajua atazungumziwa. Katoa ngoma mbili hapa mpaka muongelee nani, hiyo babu na nyingine. Wameenda London hakuna mtu aliwaongelea. Wako hapa tunchokonoe Konde, mambo ya vieta na nini, watu watakuwa busy na sisi. Na kweli walipofanya hivyo watu wakaanza kuwazingatia. Kwa hiyo sasa hivi mjini hapa content ni Konde Boy, na ndio maana watu wote wanakaa wanamvizia Konde. Konde anaachia ngoma madubwana umeshanelea, halafu ah, saa hivi unapiga makelele kusabu kwa sababu kwa nikaachia bonge la ngoma piwa bongo flavor. Wewe ndo muziki wetu sisi Tanzania, umeshanelea bonge la ngoma wao tunalazimisha tuendelee kubaki kwa wabangu bangu, bangu, kwa sababu kimba kawaida nyimbo zako haziendi hapo, katika tumembemba nyimbo zako za kawaida hakuna nayoenda, mpaka kupiga makelele unategemea mabiti ya piano ndio watu waweze kusapoti. <laughs> unajua hata wanacheza cheza kama waelewi kitu. <laughs> mziki huu unakaa ka unamtegemea Konde saa hivi. <laughs> Yeah, so hicho ndicho alichokizungumza jana Abikubanga mara tu baada ya kuona kwamba Diamond ameachia ngoma mara tu baada ya Harmonize kuachia ya kwake. So mambo ni mengi, comment ni nyingi, nataka nikusomee hapa. Naambia bana. Nataka nikusomee hapa baadhi ya comment ambazo zimejitokeza baada ya Abikubanga kuzungumza hayo aliyoyasema hususan kuhusiana na issue ya wimbo wa Harmonize kufanya vizuri zaidi YouTube kuliko wa Diamond Platinumz. Kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana, hapo down ime imetolewa bila promo. Kuna mtu ameandika hivyo. Maana eh? Mashabiki hao wa WCB wamekuja kusema kwamba Harmonize amepromote sana nyimbo yake. Hmm? Amevujisha vionjo. Challenges zimefanyika. Lakini vile vile ni kwamba Harmonize ameipromoti hii nyimbo kupitiliza, lakini Diamond ye ya kwake ameiachia tu kiolela olela, wala akupromoti ameiachia tu automatically, hajaiposti hata kwenye ukurasa wake wa Instagram, lakini iko nyuma ya Harmonize pale ina, inaweza ikamzidi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mashabiki wa WCB nao wamekuja hapa kujitetea. Haya, mwingine huyu hapa amekuja amesema kwamba bwana, namba is everything brother trust me. Kwa mtu anasema bwana, konde wanaomkubali konde like hapa. Kwa mtu ameandika kwamba bwana, haya bwana, baadaye. Kwa mtu mwingine hapa amekuja amecomment anasema bwana, huyu naye pia anaga kazi ya kufanya. Kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, mwacheni na mpromote na Dogo Ibra na yeye naye pia aende. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, nyimbo ya mondi hata promo hajaifanyia lakini imeenda hii ya Harmonize imefanywa promo kupitiliza. Subirini muone kitakachotokea, ni swala la muda tu. Umeona bwana, hizo ni comment za wadau. Na wewe pia ukiwa kama mdao, tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment. Na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.